Safari ya Dar es Salaam mpaka Kiteto hapa, yote ni kwa ajili ya kumkabidhi Bwana Hanasi Mussa ambaye ndiye mshindi wetu wa leo. Ulijisikiaje kwa mara ya kwanza unapigiwa simu kwamba umeshinda gari kutoka PMbet? Asi nilisikia raha sana, kwa sababu sijawahi kufikiria na sijawahi kutarajia, lakini mpaka sasa hivi nishaamini kwa sababu nishaona kwa macho yangu, mpaka sasa hivi nalimiliki mimi. Unajishughulisha na nini bwana Hanasi? mimi ni mkulima, mfanyabiashara, biashara ndogo ndogo sana. Kuna zawadi kubwa umewahi kushinda kabla ya zawadi hii kubwa ya gari? Asia, PMbet mimi nilishinda milioni moja laki sita na laki moja themanini. Aviata nilishinda laki tatu ya yeah. Michezo yako pendwa ambayo umekuwa ukicheza mara kwa mara kwenye tovuti ya PMbet ni ipi? Aviata, Visual Sporty keno burning huti mingi sana, naijua pale PMbet naicheza sana. Unawaambiaje sasa wana Kiteto, lakini pia Watanzania kwa ujumla, wacheze watafanikiwa kama mimi, kwa sababu mimi mwenyewe sikuwa na asilimia mia kama nitapata, lakini sahivi nawaaminisha kwamba hata mi nishamiliki gari kutoka Roy Win Plus kwao wakicheza Toyota Harrier inapatikana kupitia promotion ya Royal Win Plus. Kucheza michezo ya kasino ya mtandao ndiyo itakupa tiketi ya ushindi huu kupitia tovuti ya PMbet.co.tz. Na nyota 149 nyota 23 alama redi, utakuwa umejiunga. Mshindi ajaye huenda ikawa ni wewe na tamani safari nyingine iwe Dar es Salaam mpaka hapo kwako, ambapo tutathibitisha kama wewe ni mshindi na tutakufata popote ulipo.